Unafanya kazi kwa bidii unajitahidi, ukizingatia kila fursa, lakini bado unaona matokeo hayabadiliki. Watu wengine wanaanza na chochote kidogo, na baada ya muda wanapata mafanikio makubwa. Je, tofauti iko wapi? Je, ni pesa au mtazamo? Ukweli ni kwamba matokeo yanatokana na akili yako. Pesa inafuata mtazamo sahihi, si kinyume chake. Karibu Mjawiri TV, ndani ya Mjawiri Growth Agency, mahali ambapo tunakuonyesha njia za kufanikisha ndoto zako kuongeza kipato chako na kuunda maisha yenye maana. Hapa hatuburudishi tu, tunajenga akili. Kama bado hujajiunga, hakikisha una subscribe, bonyeza alama ya kengele na usisahau kushiriki video hii na marafiki na familia. Kila mtu ana ndoto. Biashara, nyumba nzuri, familia yenye starehe, au uhuru wa kifedha. Lakini ndoto hizi hazitimii kwa wengi kwa sababu mtazamo wetu unakuwa kizuizi. Watu wengi wanaona pesa kama bahati au mradi wa bahati nasibu. Wengine wanasema sio rahisi hapa kwetu au hii ni nafasi ya matajiri tu. Hii ni akili iliyoganda fixed mindset. Mtazamo unaosababisha kushindwa kifikra hata kabla ya kuanza. Mtu anayebadilisha mtazamo wake ana akili ya ukuaji, growth mindset. Anaona kila changamoto kama fursa ya kujifunza. Anaona kila kushindwa kama somo, si mwisho. Anaelewa kuwa kila shilingi unayoipata ni matokeo ya thamani unayoitoa, si bahati. Fikiria Amina msichana wa kawaida kutoka mtaa mdogo Zanzibar, alianza kuuza vitafunwa magukani kwa mtaji wa shilingi elfu tano tu. Wakati wengi wangelalamika wa kwa kuwa na rasilimali ndogo, Amina alitumia akili ya ukuaji. Aliwekeza muda wake kujua wateja wake wanapenda nini, alijifunza ujasiriamali kupitia video za bure na vitabu, na akaanza kuongeza thamani ya bidhaa zake. Baada ya miezi sita, biashara yake ilikuwa mara tatu. Hii si bahati, ni mtazamo sahihi. Kwa upande mwingine, kijana mwingine aliye na shilingi elfu hamsini lakini mtazamo wa kulalamika na kuogopa kushindwa, alibaki pale pale. Akili inabadilisha matokeo, si kiasi cha rasilimali unayoanza nacho. Badilisha imani zako kuhusu pesa. Pesa si chafu, pesa si adui, pesa ni chombo cha kufanikisha ndoto zako. Ukiibuka na mtazamo mbaya kuhusu pesa, unajenga kizuizi kisaikolojia ambacho kitakuzuia kuona fursa. Tumia muda wako kwa hekima. Saa unazotumia kwenye mitandao ya kijamii bila faida zinapoteza nguvu ya akili yako. Badala yake, tumia muda kujifunza, kupanga, kuandaa mipango au kuunda mtaji mdogo wa biashara. Hata dakika 30 kwa siku zinazowekwa vizuri zinabeba faida kubwa. Mwishoni, jenga tabia za kudumu. Ndoto hazitimii kwa juhudi za siku moja. Ndoto ni mchakato wa kujifunza, kufanya, kuboresha, kushindwa na kujaribu tena. Wakati unapoanza kudumu, akili yako inajua jinsi ya kushinda vikwazo, kukabiliana na hofu. Watu wengi hawajiulizi ninawezaje kufanikisha ndoto kwa sababu wanaogopa kushindwa. Akili ya ukuaji inaonyesha kuwa kushindwa sio mwisho bali ni somo. Kila kushindwa ni hatua moja kuelekea mafanikio. Jenga mtazamo wa kuunda suluhisho. Badala ya kulalamika au kuangalia matatizo, anza kuangalia suluhisho. Ukiangalia suluhisho unafungua fursa nyingi ambazo wengine hawaoni. Weka malengo madogo na yenye vitendo. Ndoto kubwa zinavunjwa vipande vipande. Andika malengo yako kwa ufasaha, na kila siku fanya hatua ndogo. Hii hujenga nidhamu na kuimarisha mtazamo wa kifedha. Kila ndoto inahitaji mtazamo sahihi, nidhamu na juhudi zisizo na woga. Ukibadilisha mtazamo wako wa kifedha, unaanza kuona fursa, unaanza kuunda suluhisho na unaanza kufanikisha ndoto zako. Fikiria mtu anayeanza biashara ndogo ya mtandaoni na mtazamo wa ukuaji. Hata kama anapitia changamoto, anakuwa anajifunza, na baada ya muda biashara inapanuka. Kila shilingi, kila mteja, kila fursa ni matokeo ya akili yake, si bahati. Makala hii imeletwa kwenu na Mjawiri TV ndani ya Mjawiri Growth Agency. Usisahau kusubscribe Bonyeza alama ya kengele, like video hii na uishiriki kwa familia na marafiki. Kabla hujalalamika kuhusu kipato chako, hakikisha akili yako imebadilika kwanza. Dunia hubadilika kwa wale wanaobadilisha mtazamo wao. Mwisho, ndoto zako ni halali, fursa zako zipo, lakini lazima ujenge akili yako kwanza. Kwa akili sahihi, hakuna ndoto isiyoweza kufanikishwa.